Ha, hii nyumba watu hawana macho! Tangu niende soko nikarudi, nikaenda chama, lakini hawezi ona hii meza haijaokoshwa. ako moyo wanyu kwa ako wapi Joy ndirakuria atiriri mwari wa nyukwari eke ite six sinyo. Alitoka saa ngapi? Ako wapi? Alieda wapi? Jawapi? na wewe unashida kwa nyumba na ukawacha anada reja achomoke. Nikiweka what exactly were you doing? Nikiweka nga mami Ulikuwa umelala, you share the same bedroom. Guo muna share. Sijui studio, ni hapa nime nimetoka ku, kuachanisha the, the, the nini, the, the key part of you wearing same clothes. Wewe, hakuna kitu unafanyaga. Otita huko, hata uwezi jichukulisha kwenda kutafuta kazi. Ulikuwa unataka kunyonya. Sasa ukue ana, ana, ana outgoing firstborn. Unaiba kitu wa mama hata kwa chama ni kuwe na kitu wa kuogelea. Ama unaenda huko, unatusi mtu wa duzi, nitu hata kwa chief, kwa police station. Just make me do something. Na chomo, nini ni mikoro? Unaona huzi? Uniskizi? Unafanya kazi online na at least na nilunga mkate. Unakata tu? Unajua, man cannot live on the bread. Welcome to Bed Palace, Kenya, home of quality, affordable and luxurious beds and sofas.

Nini, umedecorate na manukato yako hapa, inanukia kuta panya, hata hujakusikia ukiingia nyuki takareno takareno kabla sijasema, nitaamka Joy daugatrr daugaterere, wacha kutoa hiyo karatasi Joy. Imagine utafanya niamuke, pita hivi, pita augu authiete nyuki mwe

Ie meso... he -he. Hey! Yo Joy, unatikiwa na mtu unasikia, na pia unaitwa una... My God, why nitelemshie uwezo, kwa sababu hawa kama sikumaliza ni kumaliza sasa wapi? So, so let me ask, ilikuwa duty yake ilikuwa duty yake ya kutoka. Wewe ulitoka jana so jumu mezo so, ya ninaingia ka saa moja na nusu. So you are you are choked, six imenipata kwa kwa nyumba. Tulikuwa na prayer Bible study ya ya, ya na our uh, girls, can you talk without stammering? Can you speak up now? Shout, mlikuwa wapi? Bible study ya pa, picnic picnic. Bible study ya picnic. Unapewa una maua. Mnagiftiana anga. Mnagiftiana. Momsi unakulangazile chocolate zingine za inapia angwa pia. Let me ask you, Joy. Mna kanisa yenu kwani kwani nyama soniki mnapeana maua. At Bible study. Maua ambayo <todicilipa> yameandikwa I love you. Maua. Joy ni mmenye moto, nyama kata demo dogoroki. Ikamwonona mama yenu ni mwenda wazimu ama hajui chenye anafanya ama she is foolish, dumb and stupid. Kila kitu.

nina nina kelele sijakataa nikelele, lakini Joy nisipokulipa ndiyo wamama huko waniogelele ndiyo wamama waniogelele Joy. Lakini sasa kutabia hivi uchi, ameshanunuliwa simu, mimi nimekununulia, atawezaje kuafford simu kama hii? Ama mnadhani hasijui?

Juu na juu alitoka ukimwona na macho yako. Mbona hungemwambia that is wrong you are doing? Yo, ama hujasikia nikisema huko? Nani atamuoni wapi? Kuna mwambia alikuwa arudi four. Mama, alikuwa arudi four. Leo unaenda chama. Uko na radhi? Ndio ukae, ukae hadi 7. Tukukumbushe. Asa, ndio urudi 7 na mbona unataka kurudi 9? Toka by the way. Ma, Asa. Ki...

ukipata wako utamulia venye unataka, huyu ni wangu. Binti binti nyuki nyuki na uchi maua? Eh. Mimi siwezi kudanganya.

Ha! Ama kuna mtu anataka hawa nyuki, ni muusia hawa watoto, binti nyuki doba se doba se